Taifa lenye nguvu zaidi duniani linakuja kuwa baada ya kuanguka kwa Marekani ni taifa la Israeli. Live na Gee Roundup. Kuna mataifa mawili ambayo yatapigwa nyuklia na by the way kuanzia tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka kesho, nadhani itakuwa imechachamaa vizuri kulingana na manabii vitabu vya manabii wa Kinyiramba. Sisi kuna manabii wetu ambao walikuja, Wajerumani wakachukua vile vitabu wakavichoma, yes. Kikabaki kimoja, sisi tunatoa watoto Ifraimu, kikabaki kimoja kitabu, wakishindwa kuungua walidai. Sasa hicho ni kitabu sasa, tumechukua kwenye kopi za Ujerumani. Uje, uje, walivyokuja wakachukua mifaa ya Mkwawa nini. Kuna vitu ambavyo vimebaki, lakini sasa vimebaki vimekata katika vioni vizuri. Wanadai kuanzia mwaka tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka kesho, hivi ndio inachachamaa vizuri. Live na G. Round up kwanza wana the greater Israel wanataka waichukue, kama ushaiona ramani, ushaiongelea several time, inaenda mpaka Saudia, inataki wanataka walianzishe vurugu ko. unajua tunapoelekea, kuna taifa lenye nguvu zaidi duniani linakuja kuwa baada ya kuanguka kwa Marekani ni taifa la Israeli. Maona, eh, kwa hiyo wanachoandaa ni kuingiza Marekani, kuinyonya kadri inavyowezekana na kuingiza kuidhoofisha kadri inavyowezekana ili wao ndio dominant nation in, in the world. Juzi wametoka kutoa kafara wa the red heifer yule n, n, uh, ndama mwekundu yule washamtoa. Tun utaanza kusikia ivunjwa ile Masjid Aqsa ili ije ijengwe uh, the third temple kwa sababu ya maandalizi ya kumpokea Masihi wao. Ikumbukwe Jews Mesaya wao siyo Isa nabii, yeah. Siyo Yesu wao kwenye Talmudi imeandikwa kwamba Yesu yuko motoni, sasa hivi tunavyoongea yuko motoni, anaungua na yuko kwenye chungu cha moto chenye kinyesi. Hawamwamini Yesu, wanaamini kuna misaya wao ambao ndo watakuja wao, zaidi ni theological. Okay. Jews ni watu ambao wamekuwa ni watata katika historia ya dunia. Wakati Yesu yupo, walipoona kitu ambacho kina wafeva wao, walikuwa wanamkimbilia yeye, na walikuwa wakiona kitu wakiwafeva wanamwangushia jumba bovu yeye. Unafahamu kile kisa ambacho cha wamemfata kwamba Kaisari ana okay. na paraphrase wewe, wafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu, tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la. Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Kaisari anataka tumpe kodi. Eh, kodi. Tozo. Eh, tozo. Sasa inakuwaje? Huo ulikuwa ni mtego kwa sababu akiwambia msi, msimpe Kaisari, wanawambia wa, Waroma, mtume wetu sisi katuambia tusimpe Kaisari, kwa hiyo hatutoi. Jumba bovu mm, namwandikia nani? Linamwangukia nani? Yesu akikataa akiwambia wapeni Watamwona huu kwamba msaliti, sio mwenzetu. Sifa ya mitume wanatakiwa very smart kichwani. Sisi katika imani yetu tunaambiwa mitume wote they are supposed to be very smart kichwani, moja ya sifa zao nne ambazo wanatakiwa nazo. Akaambia hebu nipeni hiyo coin. Akaichukua kaikamata, kuna picha ya nani? Ya Kaisari. Akaambia Kaisari mpeni Kaisari Hey, hii ni ya Kaisari sio tena, msilete mambo ya kidini tena hapa, ya Kaisari mpeni Kaisari. Kwa hiyo akawa ameipangua vizuri. Same thing, mfata, oh walipomfata Lord, oh Lord. Tumemkamata huyu anazini yule mwanamke aliyezini, akaanza kuandika kwenye kwenye nani pale, mtu yeyote ambaye kati yenu nyinyi, akawaambia kati yenu nyinyi ambaye ni msafi hana dhambi, aanze kumpiga huyu mawe. Si mnataka apigwe mawe? Mm. Sasa pale ulikuwa ni mtego wangimuua yule, alafu Waroma wakaja wangisema, tumeambiwa na mtume wetu tumuue na waka, akiwambia msimu uwe watamwona, we msaliti, tunaenda kinyume na maandiko yetu. Lakini nabii Isa Yesu alikuwa Mungu amempa ujanja, akasemaje? hakuwambia muueni wala msimu uwe, ila akaambia yeyote kati yenu aliyemsafi ndo anze kupiga mawe. Live na Gee, round up: kuna mataifa mawili ambayo yatapigwa nyuklia, and by the way kwanzia tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka kesho, nadhani itakuwa imechachamaa vizuri kulingana na manabii vitabu vya manabii wa Kinyiramba. Sisi kuna manabii wetu ambao walikuja, Wajerumani wakachukua vile vitabu wakavichoma. yes, kabaki kimoja. Sisi tunatoa Efraimu kikabaki kimoja kitabu akishindwa kuungua walidai, sasa hicho ni kitabu. Sasa tumechukua kwenye kopi za Ujerumani, walikuja wakachukua, wakachukua mifaa ya Mkwawa nini. Kuna vitu ambavyo vimebaka mistari, lakini sasa vimebaka, vimekatika katika, vioni vizuri. Wanadai kuanzia mwaka tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka kesho hivi vita ndio ina, inachachamaa vizuri, ambayo vita inakuja ni kwa ajili ya msaada yani wao wabantu watakuwa waifurahia kwa sababu itamwangamiza Marekani, itamwangamiza hawa akina itamuangamiza... Netanyahu. Alafu itajenga void, vacuum ambao sasa black America na sisi huku kila moja atajua kwamba kumbe sisi ni Wanaisraeli bro. Yaani anavyokuja Msukuma anajua kumbe mimi ni mtoto wa Rubeni. Mkurya anajua kumbe mimi ni mtoto wa Simoni Anakuja Masai jua kumbe mimi ni mtoto wa Lawi, ni kuhani mkuu. Anakuja Mchaga jua kumbe mimi ni Mlawi wa Merari. Anakuja Mnyakiusa anajua kumbe mimi ni Myahudi. Anakuja nani tena, mtoto wa tano, ataje wote watu wa Sudani wa, wa wa Yeruba watu kumbe ni watoto wa Ifrahimu. Anakuja Neftali wa Nyaturu wa Manyara wa, wa, wa, wa, wa rangi. Wajua kumbe sio tu naftari na tuchanganyana tu kidogo na wale wa Iran, tumekuwa utumwando basi wa Manyara. Wanakuja mtoto wa saba gadi, wa haya na wahutu na waganda. Maana jina lenyewe Baganda Uganda kutokana na gadi. Asema, kumbe sisi ni watoto wa gadi. Anakuja wapare watoto wa nane, anaitwa Asheri. Kumbe sisi ni watoto wa Asheri. Wanakuja Isakari ambao ni wanyamwezi. Ukiachana na wanyamwezi wanakuja wayao, kumbe si watoto wa Isakari. Anakuja Zebuloni, wazaramu hao, kumbe si ni watoto wa Zebuloni kuna hii theory ambayo uliniambia, tunachokiona Israeli na machafuko yote haya ni kuelekea ule u, mwisho sasa ambao ulitabiriwa kwamba tutakuja kurudi sisi kama watawala. Kwa hiyo technically au somehow tufurahie kinachoendelea mashariki ya kati kutoka Afrika, lakini kuna watu wanasema watu ambao ni, ni, ni, watu ambao wana, wana msimamo mkali wa kidini pale Israeli wanaona kwamba Netanyahu anachofanya ni kwamba anataka aharakishe kurudi kwa Masihi, kwa maana anataka Israeli ipambane na dunia nzima, kwamba anachokoza kila mtu, anamu, anataka kumtukana Israeli hivyo hivyo kama ulivyosema. Lakini lengo ni hili, wapigane na dunia nzima alafu Mwenyezi Mungu atashuka na kuwasaidia. Wow. Wao by the way haya ni, ni, ni moja ya mtazamo wa profesa mmoja wa Kichina ambaye ee, yeye na yeye anahusika ana, ana na hizi ishu za psycho history. Wewe kwa nini unaliona tofauti? Wako sahihi, wanakosea sehemu moja tu, wakidhani wale ni Waisraeli. Ukijua kwamba wale ni Waisraeli, unajua kabisa kwamba huo uh, mstari wanaosema ambao wanasema kiukweli, wanatumia uh, yani ni vesi ya Hezekieli ni ukweli, lakini sio si hao, yani iko hivi. Israeli wa kweli ni sisi, kweli hawa. Tuna Netanyahu, mtashuhudia hichi kitu, msiniamini. Kwanza watapigwa nyuklia na Marekani, pia itaangamia Marekani, pia itapigwa nyuklia. Wazungu kwa ujumla watashuka wote, kama taifa litakuwa chini sana. Afrika na Waafrika watapanda juu na watajijua kama Wanaisraeli. Baada ya hapo, hayo mataifa ambayo yamewapiga nyuklia wa Marekani na Waisraeli hawa sasa hivi wakina Netanyahu watashangaa, maana makadirio yao ni kwamba wakimwangamiza Marekani na Israeli wao watakuwa ndo super power mfano China, mrusi nini ndo wanavyotegemea wao. Lakini takachotokea ni cha ajabu sana kwamba watakavyomwangamiza mzungu na Marekani watagundua kwamba wamefungulia mlango Afrika wa Afrika, kumbe hao Waafrika sio wanyonge, ni kwamba kuna mlango umefungwa, nafungua nayo nani? Marekani na mzungu, maana hao hao ndo waliochukua utawala, utumwa. Hao Wachina na Warasia hata kuchukua utumwa. Kwa hiyo watajikuta wanavyommaliza Marekani na mzungu wa Afrika, itakuwa sio taifa unaliona wewe kaka mtaramu utakuwa juu kama mtaramu anajua kama Mzobuloni sijui hawa, sijui wewe ni kama Mlawi sijui wa Makonde ni kama watoto wa Manase Wabena ni kama Benjamini wenye kisusa kama Wayahudi, yani haya majina ya makabila. Watu watakuja kwenye majila makubwa, na ndugu zetu wa Marekani watakuja kuungana na sisi, itakuwa ni kitu cha kutisha kidogo. Ni taifa kubwa takatifu la Mungu aliochagua le Israela kwenye Bibilia. Watafikiria kwanini tusiwapige sasa hawa nyuklia, ndo hawa wanaosema hao hicho sasa, wao mataifa yatataka kutupiga sasa nyuklia na wao Kipindi hicho sio sasa hivi. Sasa hivi vita itatugusa kabisa, na kwa makadirio kisa, tafichu, saki, nabihi, kuamba, sahivi, ya tafiti za kinabii ni kwamba hii vita sasa hivi Marekani ifike 2033 itakuwa imemalizwa Marekani, pamoja na hao ni Netanyahu atakuwa ameisha tu hao 2033. Sasa hao itakupo na miaka saba yani miaka 63, miaka 33 miaka 2033 ni makadirio ya mbali inaweza ikawai, lakini haiwezi kuzidi hapo. Baada ya hapo sisi tutakuwa taifa kubwa, litatisha taifa kubwa lote, linatisha taifa makubwa mengine, wataka kutufanyia si hujuma, wataungana tena kama walivyomaliza Marekani. Kwa sasa hivi ni marafiki zetu, lakini baada huo watabadilika. Hawa kina Ibrahim Traore wachukulie poa, lakini baadaye wanajenga movement kubwa zaidi hawa watu wanaowasaidia sasa hivi, then Afrika itakuwa very powerful nation, wataka kutuangamiza, itashindikana. Ndio Yesu anarudi. Yesu anavyorudi sasa ni elfu mbili na arobaini, baada ya kwa makadirio, sasa mimi natumia makadirio, sio kwamba mtu aseme kwamba nimesema ndo hivyo, hapana. Ninachosema ni kwamba makadirio ya kimuktadha wa muda wa ile hesabu. Wanaotumia wao kusema Netanyahu anaharakisha ni kwa kudhani Netanyahu ni Mwisraeli. Ingekuwa Netanyahu na Israeli kweli, hayo mahesabu yao na wao ni sahihi, kwamba wanasema so, amesema kwamba Netanyahu anafanya hivi ili aharakishe Yesu kurudi. Ni kweli, Yesu hawezi ruhusu wa Israeli kweli waangamie, na ujio wa Yesu na ukuja, ni anarudi ili kuokoa wa Israeli, hiyo ni ukweli. Kwa hiyo atarudi kutokoa sisi kipindi hicho, sisi tumekuwa wakubwa, sio sasa hivi. Kwa kuwa Netanyahu ndio wanapokosea, kwa kudhani hao ni wa Israeli. Lakini pia hao, mfano Jesma na hao school of wale wa Islam kidogo, wao wana wana muktadha tofauti kidogo, kwa sababu kwenye kitabu chao wao wanaamini tofauti kidogo. Sasa kwenye utofauti huo, bado Yesu atarudi. Lakini hata wao wanakosea sehemu moja, kwa muktadha wetu sisi, wao wadhani Yesu atarudi afa, baadaye ataishi, afa atakufa, ili kila nafsi ionje mauti, lakini sisi tunachokisema ni kwamba si ajabu kaka, hata wewe hapo Unavyoongea. Si ajabu uonje mauti tena kwa sababu watu hawajichi kitu. Kipindi cha nyuma ya garika la Nuhu watu walikuwa wanaishi miaka elfu moja na elfu moja i yani, hamna lizidi elfu moja, lakini miaka mia tisa mpaka moja elfu mia tisa sabini nadhani Methuhela. Sasa ile miaka ilifupishwa baada ya garika. sasa atakavyo baada ya Marekani kuangushwa na nyuklia na hawa awa taifa la wazungu kurudi na sisi kurudi uhai unarudi kama kipindi cha nyuma ya garika. Watu wataishi miaka mia tisa. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya, atakaoishi miaka mia atakuwa ni mtoto mdogo tena atachukua kama mbona kafa njiti huyu analaana nini? kwa hiyo hiyo okay. ndo miaka yeah. yani yeah. ajabu ndo maana kuambia sasa hivi mtu kama wewe kijana ambao ataelewa hii neno maandiko vizuri, kuna probability kubwa, kuna watu wengi wanaishi hapa duniani hawataonja umauti tena, kwa sababu baada ya hapo, baada ya huo muda atakuja Yesu. Yesu atakapokuja kuokoa wana Israeli ambao sio wakina Netanyahu au Misisi hapa, yeye akija lazima aishi, atawale miaka elfu moja. Ndio, ndio, ndio, ukisoma ufunuo kuanzia kuanzia ishirini na ishirini Ishina moja ni utawala wa miaka elfu moja wa Yesu. Yesu lazima atawale miaka elfu moja hapa duniani ili approve kwamba isijakuwa unaonea wanadamu, lakini kumbe si ajabu binadamu lazima utawaliwe kwa nguvu hizi za kina Marekani na Netanyahu. Isijakuwa Mungu anakosea tu wanadamu kudhani kwamba eti wao unatakiwa muishi kwa haki. Si ajabu kumbe haki haiwezi tawala dunia. Si ajabu kumbe watakiwa binadamu watawale kikatili. Sasa Yesu lazima aje approve kwamba you can rule the world by the Torah na kukufata sheria za Mungu. Live na G